Ah, sijajua sasa MVP maana yake nini kwanza? MVP MVP maana yake nini? Okay, ah, mchezaji, eh, mchezaji bora. Ah, ongempa tu soa tu kweli, kama wakweli. Nani ongempa nani soa, soa wa huyu Mpanzu. Ah, Mpanzu bwana leo ni hatari. Leo ah, Mpanzu, Mpanzu ni hatari. Anapiga chika. Tumegundua kipaji kipya cha Mpanzu. Mpanzu ni beki mzuri pia. Eh, naye beki tu. hata so, Rushaina so ni ni mzuri tu. mzuri tu. Rushaina ah. kuna kitu kuna ah. kitu difanya, kuna Rushaina. E. Eh. Kama wewe uliangalia mpira kwanzia mwaka 2000 uwezi kujua sisi tunaweza kuanzia 78, kwa sababu 78 nilikuwa chuo 78 mm. mwaka sabini nane nipo chuo Mlimani. Kwa hiyo 78, wewe huyu la saba chuo 78, eh, eh, kwa, kwa nane tunamwangalia kwa kipindi hiko, Ronaldo de Lima alikuwa anapiga the sliding pass, alikuwa na nywele katikati katikati hivi, kama alikuwa mdogo. Roman TV, habari na burudani kiganjani mwako.